Naitwa Epinkunda, ni afisa lishe wa manispaa ya Temeke. Leo tuko katika shule ya sekondari Kibasila. E, lengo ilikuwa ni kuhamasisha matumizi ya vyakula vilivyoongezwa virutubishi na vilevile kuweza kuhamasisha wanafunzi kuzingatia mtindo bora wa maisha kwa kuzingatia kauli mbiu ya siku ya lishe kitaifa, mtaji ni afya yako, zingatia unachokula. E, tumeweza kuendesha mdahalo na wanafunzi na wameweza kueleza ni jinsi gani wataweza kuzingatia na kujali afya yao, kuzingatia kwamba afya afya ni rasilimali ya kila mtu. Kwa hiyo mdahalo huu tunategemea utaweza kuleta ufanisi katika shule yetu Kibasira, lakini vilevile kwenye jamii, tukitegemea kwamba watoto hawa ambao wameweza kuendesha huu mdahalo, mtaji ni afya yako, zingatia unachokula, wataweza kupeleka elimu hata kwenye jamii na kuendelea kuihamasisha husiana na matumizi ya vyakula ambavyo vina virutubishi vya kutosha ili kuweza kupunguza magonjwa yanayosababisha na ulaji usiofaa. Katika kuazimisha siku ya lishe kitaifa, kama mdau wa kilimo, leo tumekuja kutoa mafunzo jinsi ya kupanda miti ya matunda na umuhimu wake. Kama inavyojulikana, chakula hakikamiliki bila matunda. Lakini je, hayo matunda yanalimwaje? Kwa hiyo leo tulikuwa hapa kwa ajili ya kutoa elimu ya jinsi ya kupanda ya kuchanganya udongo na jinsi ya kutunza hiyo miche ya matunda Leo tumeweza kujua ya kwamba ili upate afya bora, lazima uzingatie ulaji unaozingatia virutubisho vyote kwenye vyakula: protini, vitamini na vingine. Kwa hiyo sisi kama halmashauri huwa tunahamasisha wanafunzi kupata mlo kamili shuleni kwa ku wapa walimu mafunzo mbalimbali kuhusiana na namna ya kusimamia lishe mashuleni, lakini pia kuwepo kwenye vikao vya wazazi ambao wanafanya na walimu, na lengo ni kuzingatia ule waraka wa lishe wa kitaifa. Na tunashukuru sana kwamba hata mama yetu kuidhinisha waraka huu, kwa sababu hiyo imetusaidia sisi kama idara ya elimu sekondari tumepunguza utoro kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo wanafunzi wanavyopata chakula shuleni, utoro nao umepungua, lakini pia wanafunzi hao hao ufaulu wao pia umeongezeka kutokana na kupata lishe shuleni. Kwa hiyo tunamshukuru sana mkurugenzi kwa kulisimamia hilo, na binafsi anasisitiza sana umuhimu wa lishe kwa wanafunzi.